Unajua mi na machafu yako kibao nayajua, lakini nimekaa kimya mpaka leo, sikutaka kuongea hivi. Unajua mi nafahamu kama ulikuwa natembea na katoto, najua vizuri sana. Nikawa nataka tunijue mwisho wako ni kitu gani. Hapa mimi ninachokiona, tusameane tu yaisha, tugange yajayo. Sijui una wazo gani. Ni uongo. Unafanya usufu, chuchote, <laughs> na unafanya volimali tu usafishe uchafu wako ambao umefanya nchochoteaf mwio ta unavyojiliza ndani, unaniomba mpaka unajiliza, unalia kama yatima. Mimi nakujua vizuri, ukinichiti mimi najua, ila kuna vitu tu nikiviona kuna vitu tu ninavijua kabisa kwamba unanichiti. Kwa hiyo sinione mimi mjinga na kaga tu kimya. Yaani hapa tuwe sawa tu, kwa sababu una machafu yako, mimi na machafu yangu. Kwa hiyo tusahau, tuendelee na maisha yetu, si unanielewa? Subiri, nipone mwanangu nikishapona <coughs> kuna kitu nitakuonyesha, yaani hicho kitu hujawahi kukiona tangu uanze kuishi na mimi, na mimi nitafurahi sana. Usijali, usijali, utafurahi sana. Ah, no. hmm. Nakuahidi right. <coughs> <coughs> Yes, yes, yes. ah,

Hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani, umejitoa machozi, hata ukifumba macho milele siwe kukusahau kamwe. Mm, mm. wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu.

Unapika hapa jikoni hapa. Hivi una kile timamu? Ah, kwanza nashukuru Mungu hii nyumba sio ya kwako uimiliki wewe. Kama hii nyumba ingekuwa ya kwako, wapangaji tungeteseka. Kwani nyumba ni ya nani? Wewe si msimamizi tu? Kama msimamizi tu kwa kuficha wapi? Kwanza naendelea. Toka uanze kuumwa, hee, hakuna kuvuja

Nao nataka kunipanda kichwani sasa. Huyo alokushauri hmm? Huyo amekuponza. Sawa. Mimi nimesema ukweli kabisa. Na mdomo wangu wote huwa sina tabia ya kuongea, nasema tu chukua kabisa ile rangi ukauza. Si umeiuza kweli? Alafu hiyo hiyo tabia ya kujifanya eti unaokota vitu humu ndani unauza, huo ni uizi. Kwa sababu hapa ndani kuna geti. Ukuta nje kumbuka. Sawa. Sawa. Rangi tulishapaka tayari. Tulishamaliza kazi. Sasa kuna kuna tezo gani hapa? Wewe. Wewe hapa wakuja tu umekuta taratibu na sheria za hapa, hizo tabia zako za ovyo ovyo hizo uitekewe uwache huko kwenye ardhi ulipotoka, sio hapa mimi. Tabia zako hizo za kufanya hapa sitaweza kuzivumilia, hivi unanielewa? Huo uwizi wako ujanja ujanja wako sijui utapita, acha huko kwenu, sio kwenye nyumba hii. Umetukuta sisi tunavyoishi, inabidi ufuate sheria na masharti ya hii nyumba, sio uishi unavyotaka wewe. Sitaweza kuvumilia kwa kweli. Raha unaona, huwezi umeshinda. Kwani usiondoke? Kwa nini unatupa jaka la roho? Kwani unatukera? Kwani unatunyima amani? Ushaanza mpaka kutubia Wachukua walinunua wewe unajua hata bei yake. Ah, wewe kazi gani sasa sasakaangaaa, ka, kaweka kazi gani umeitumia? Ingekuwa haina kazi tungemwaga, lakini mpaka umeona mwona imewekwa imeitaziwa ime, yani, inahitajika. kuliko mimi mimi nipate hela umwage umwaga kwa na choyo kwa sababu inahitajika. Wewe mkumbavu! We, kabila lako nini? usinipandishie sauti nakwambia. Wizi ukome kwenye hii nyumba, tuishi vizuri kwa amani, hakuna kitu kinachopotea, no, hakuna kitu chochote kitachoharibika hata kitu. Hapo nje kuna kitu kama kilivyo, lakini sasa sasa tu kimepotea viatu. Sasa kukusanya mtu nje, wewe shika adabu yako kwa na heshima sa kea anikmepotea eh Yaani kwa hiyo unaona mimi ukinipa kale nitafaidika. Kwa nini unaona bora umwage? Kwa nini upewe? Kwa nini upewe? Hapa mjini baba usipoangalia utapakuliwa shauri yako. Endelea tu kutaka kupewa pewa. Matusi haya. Watu wanakupa wanakupa mpaka wanakupa tena. Matusi haya. Matusi ya nyokwe. Toka bwana. Yaani wewe mama wewe, hesi ukuje huko. Alafu sikiliza siku nyingine usinite nyumbani kwako kwa, kwa, kwa mambo ya kijinga jinga kama haya. Sitaki tena. Ndaona kufanya vitu vya ovyo mkaonekana mtu ajabu. Sitaki tena tena kwenye nyumba yao. Nyumba yenyewe kuna hii nyumba hii. Wakisema anapita mbele ya nyumba au apita mbele ya nyumba kapita yeye nyumba kuna nyumba hapa. Ni nyumba ile bana, tunakaa tu basi tufanyeje? Chini mtu mtu, mimi ndao nimekalia kwenye koo, nimekalia kwenye koo, nimekalia kwenye koo. Kile wewe ni kibabu. Kile kibabu sugu. Sitaki bana. Kwa kuna kitu, kuna kitu nitafuta au nitafuta roho ni. Iko utakipata. Mtoto mdogo amenizaa babu au? Nataka nikuonyeshe mkofia ule mbovu. Yani wezi ndio, yani asa hivi nikiona kitu kijiko sikioni ni wewe, ushaenda kuuza utafute, ila kula njia hizi kuziendekeza, kuendekeza tumbo tu, mtumbo mkubwa kama fuko. Kumbav vitu eh, vingine uongo we eh. Tatizo sio usafi

alafu tashinaua kuta makamani afn eaamben nyumba hii na nyumba hii. E, Kuna shida gani? shemeji yako kutembea na James, si ushukuru Mungu kwamba shemeji yako umekaa naye, umemlea, umepata mtu amemstiri. Kuna shida gani? Kwanza huyo yule binti kashakuwa mtu mzima. Umeelewa? Ana haki ya kumchagua mtu ambaye anampenda. Hata kama ingekuwa ni chumba hichi na chumba hichi. Ili mradi wamependana, mimi haya hayanihusu. Umeelewa? Unataka aje kuletea mimba hapo wakati anataka kwako? Mwache naye aanzishe maisha yake. Kuna shida gani hapo? Kuna shida gani? Shida ipo dadangu, shida kubwa. Aanzishe ah, familia na ule mume. Ana ah, shida gani? Si mtu ambaye amemchagua. Yes. <laughs>

Naomba usiingilie mahusiano ya watu. Acha kuingilia mapenzi ya watu. Tena wewe ngoja nikwambie tu. Mshukuru Mungu yule binti. Sijui maskini wa Mungu alikumli kubali alikumli kutana usiku yule binti hata kukuangalia vizuri dada wa watu maskini. Mimi namuombea dua tu yule dada, dada akakukubali akakustiri, maana mdogo wangu wewe hohe hahe, yaani hapo upo upo tu yaani yule binti mwenyewe ikakuchukua akakustiri. Unataka ufunge mdomo, kwa sababu mwanaume una mdomo mwanaume una gugu jamani. Mimi mbona nisingeweza kwa hiyo naomba muache shemeji yako na James, waendeleze maisha yao. Acha kuingilia vitu vya watu, fanya linalotakiwa kufanyika. Sasa wewe yule utamwoa wewe yule. Kwani kwanza unamwonea wivu? Kwani unamwonea wivu? afu yule ni shemeji yako kwenye kitabu cha dini hata maandiko yameandikwa usitamani mwanamke mwanamke mke mke mke mke mke wako wako wako sasa sasa yule, hey, mke wako. Haya, mke wako. Mke yule sasa. yule James, yule kwa hajaolewa. kwa ndio yeye yeye ni ni wake James James hajaolewa kutengeneza familia yao. nani atuboi na dini hata maandiko yameandikwa usitamani mwanamke asiyekuwa kwenye nyumba yangu mimi niliojenga mimi. Jemsi, atahama na atakaa hapa, na kwa taarifa yako, nitamsaidia hata hiyo shughuli yule binti mpaka atamuoa, maana je jinyonge. yeah, tutachanga tutakula na ugwabwa na tutakusafirisha. Na mbona kuna mtetaji Jemsi, kwa sababu unawasumbua wapangaji wangu, kwa nini unawasumbua wapangaji wangu Neko, kwa ina

Mimi na wewe tumeshamalizana. Kwa nini unaanza kufuata wanawake zangu na kuanza kuwabughudhi? Eh? Tumesha sema kwamba mimi na wewe it is over. Mapenzi yamekwisha. Kitu gani kinaendelea? Hivi unajielewa? Kwa nini unapenda unifuatilie fuatilia? Unajielewa na kuuliza. Kwa kipi kwanza unachukua nacho wewe mpaka mimi nianze kukunya wivu wewe au nianze kupapatikia patikia? Eh? Kwanza kingine Hawa wanawake zako unawaleta leo mfupi, leo mrefu, kesho mwanamama kesho kutwa mnene, hawana adabu. Wanajitaa tawa tu hapa tazifu nyumba ya kwako. Ah. Labda mimi upe wangu akufikiri, wa siwezi kufikiri vizuri. Hivi katika wanawake zangu wote wanne watano unaowaleta hapa ndani, eh? Unagombana na wewe mtu mmoja, kwa nini? Mwenye shida ni hawa wanawake zangu au wewe mtu mmoja unaye mwenye shida? Mwenye shida wanawake zako ambao wajielewi. Wanakuja kwa mtu ambaye hana mbele wala nyuma, maskini wangu na wasikitikia sana. Siku hizi nalikwambia, naona umejisahau. Kumbuka mimi ndiyo nakulisha na kukuvisha. Saa hivi wanakuona wazuri hao wachumba zako wanaokuja, kesho mnene, kesho kutwa mrefu, leo mfupi. Haya jiangalie. Wewe sasa hivi unanivisha na kunilisha? Utajua mwenyewe.

Kwa nini kila wakati wa kula chakula cha usiku unajifanya unanuna? Kwa nini notabia makwanayo, na we unajua kabisa kwamba mimi bila wewe ni sawa sawa na gita lililokosa nyuzi. Nafikiri kuna sauti inatoka hapo. Hakuna sauti inatoka hapo. Naangalia kwanza

Sirudisha si tachenji <coughs> e no, mm. yote na kwako, na sito kudai, ila kesho asubuhi mkatu wechukua ya kwako. Alafu kesho kuna mpangaji mm. anatoa nusu ya kodi, ataka kupatia we. Siksema kwamba na mambo yako nataka kufanya, nakupatia yote a kwako lakini tuelewane, na hili nasema sijalewa, sijanywa, na nisema wazi, nitakupatia hiyo kodi na nusu ya kodi nakupatia huko, lakini naomba usiku usiwe mrefu, sio nielewa, eh? Nifanya dada, hata tamba kwako, basi leo ni leo tu, nakuachia kichwa chitoshe huko. Inasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine amekosa utu.